Naomba nikufundishe kufunga mawimbi kwa kutumia uzi. Utatumia uzi tu wa kawaida, sawa. Kusanya nywele zako, iwe ni knotless, ni eboyebo, kwenye upande wa migia kama hivi, funga uzi alafu kaza. Ukisha kaza ule uzi utakuwa una twist. Umeona kama hivi ninavyosokota, unaona navyosokota nywele yangu. Mimi inasokota kwa kurelax, si kazi kabisa. Baada ya hapo nitakwenda kuivuta, nikishaivuta Itakuonyesha tu inayofuata. Utavuta kama hivi alafu utafunga. Naomba nikukumbushe, jina langu ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Karibuni sana chuo chetu cha urembo na ususi, tunafundisha kusuka mambo yote ya saluni. Yaani, tunafundisha kozi nzima ya saluni, ada kuanzia laki tatu mpaka shilingi laki sita. Kwa wale ambao mnatokea mikoa, hostel ni hosteli zipo karibuni sana, na uzuri ni kwamba nafasi za kujiunga na chuo bado zipo wazi. Una uwezo wa kujiunga nasi mwezi huu hapa, karibuni sana baada ya kufunga hivi, nitakwenda kuzikata zile nchi ambazo zitakuwa zimezidizidi, sawa. Baada ya hapo, nitaenda kuweka kwenye hita hii. Hita yangu mimi ina maji ya moto kabisa, ukiweka okay, kwenye maji ya moto utatoa, alafu utakata nyuzi zako. Ukikata okay, itakuwa kama hivi. Kama umeshakuona mtu ameweka mawimbi, hujajua ni jinsi gani, njia gani inatumika? Tumia njia hii utakuja unishukuru. Rasta unaweza ukatumia sensation kutoka Darling Tanzania, unaweza kutumia glamo Zanzi, unaweza wa kutumia wakutumia Superstar, zote zinashika mawimbi vizuri kabisa. Lakini pia karibuni sana, mjiunge chuo chetu. Tunafundisha hata kama huna idea yoyote, hujui chochote, tutakufundisha hatua kwa hatua. Hii hey, nywele ambayo unaiona hapa, uh, ni chakufundisha ni jinsi gani ya kuisuka nilisuka twist ya njia mbili, lakini unaweza kusuka twist kama hivi ukasuka knotless na ukaweka mawimbi yako yakakaa vizuri. Mimi ni Farida na karibuni sana Farida Beauty Academy. Bye bye.